Zang. Karibu sana mtazamaji wangu pote napo nitazama wale w, kwenye TikTok kwenye YouTube, nataka niwakaribishe siku ya leo katika neno hili la himizo. Najua kuna mtuutahimizika mahali, najua kuna mtu utasaidika mahali, najua kuna mtu ili neno litakusaidia mahali pakubwa sana. Nataka niongee kuhusu hali situation. Situation imefanya watu wamechukia Mungu. Hali imefanya watu wamejidharau, wameona nikana kwamba hawawezi. Hali imefanya watu wamekosa tumaini. taka nikwambia kwamba Yesu anaweza yote, Mungu alikumba na kisababu. Haijalishi ni hali gani unapitia, haijalishi ni mateso gani unapitia, mahali popote unaponitazama, nataka nikuambia kwamba siku ya leo ni siku yako ya Mungu kutembelea mahali ulipo. Siku ya leo ni siku yako ya Mungu kukuonekania mahali ulipo, in the might of Jesus. Nawacha Mungu akutane na mahitaji ya moyo wako mahali ulipo. Biblia inasema ya kwamba, katika kitabu cha matendo ya mitume pengine unaweza ona wewe ndio unapitia hali ngumu. Kuna mtu kwa Biblia alikuwa katika tough situation lakini siku ilipofika Mungu alimtembelea. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kitabu cha Matendo tatu. Biblia inasema ya kwamba na Matendo ya Mitume tatu mstari wa tatu na Biblia inasema ya kwamba mtu huyu akiwaona Petro na Yohana akitaraji kitu kutoka kwao, kulikuwa na kiwete. Utasoma kwa wakati wako, kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni kiwete na mara kwa mara alikuwa anabebwa akipelekwa kwenye mlango uitwao Mzuri. Na huyu jamaa yeye alijua ya kwamba mtu yoyote ambaye anaingia kwenye kanisa, kwenye kalu, atamtupia pesa pale, atamtupia noti pale, atamtupia mashilingi pale, ili iweze kumsaidia katika mahitaji yake ya siku na kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anambeba kila siku, akimweka pale. Lakini siku moja Petro na Yohana walipofika kwenye mlango, bila sema ya kwamba alipowaona wa, alipowaona kwa umbali wakiwa wanakuja, yeye alijua ya kwamba hatapata kitu mzuri kwa watu, maana vile walikuwa wanatembea, maana vile walikuwa wanaongea wakikuja Huyu jamaa ukiweta akajua kwamba hawa watu leo watanipa kitu mzuri. Bwana Yesu asifiwe! Na kweli walimpa kitu mzuri, maana yeye alitaraji pesa, alitaraji kitu mzuri kutoka kwao, lakini walimwambia kile tulicho nacho ndicho tukupeacho, kwa jina la Yesu simama na utembee. Na yeye ukiweta akasimama na akatembea na akaingia kwenye hekalu akaanza kurukaruka ndani ya kanisa. Watu wakaanza kuulizana, si huyu ndio amekuwa kwa mlango akiomba pesa? Itakuwaje leo hii anarukaruka hapa ndani? Kwa nini imefanyika? Bwana asifiwe. Haijalishi, haijalishi, haijalishi ni ni hali gani ambayo unapitia. Haijalishi ni mme wako amekuacha. Haijalishi wazazi walikufa, umebaki yatima. Haijalishi unafanyia mtu kazi, lakini hajakulipa karibu miezi nne, miezi tatu. Haijalishi ni nini unapitia, haijalishi, taka nikwambia kwamba mtumainie Mungu aliye mbinguni. Yeye ndiye anaweza yote, yeye ndiye tegemeo maishani mwako, yeye ndiye kila kitu maishani mwako. Mtumainie yeye aliye mbinguni. Huyu jamaa yeye alijua ya kwamba kila siku nitakuwa na, na letu hapa naomba pesa naenda nyumbani. Hakujua kuna siku itafika aweze kuombewa asimame na atembee aanze kujitegemea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Pengine wewe umekaa katika hali ya uchochole. Unajua unaweza kaa katika hali ya umaskini mpaka hata ukitembea unanuka tu maskini, mpaka hata wewe walking style yako ya kutembea, mtu akikuona unatembea ajue tu mtu hana kitu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa umepitia tough situation, watu wamekudharau wamekubandika mpaka majina kwa sababu ya hali ambayo unapitia, lakini nataka nikwambie ya kwamba Mungu anajua kesho yako. Mungu anajua ni nini ambacho unapitia, si ati ajue, anajua vizuri sana. So wewe tegemea Mungu, toa tumaini lako kwa wanadamu, weka tumaini lako kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna hali watu wanapitia, pengine ni hali ya magonjwa ambayo unapitia magonjwa, ni hali umasikini, ni hali kudharauliwa, ni hali kukataliwa, ni hali Bwana asifiwe. Pengine mama, umekaa unajiuliza, shule zinafunguliwa skulu, visina sina kazi, renti ndio hii sijalipa. Nataka nikuambie, Mungu aliye juu anakujua, Mungu aliye juu anakutazama Mtumaini yeye. Biblia inasema ya kwamba wamtumainie Bwana ni kama mlima Zayuni ambaye hautingiziki, wakaa milele. Bwana asifiwe. Toa tumaini lako kwa wanadamu, wanadamu hubadilika. Wanadamu watakusaidia leo, kesho amebadilika. Toa tumaini lako kwa wanadamu. Pengine unapitia hali ngumu ya magonjwa, umegonjeka miaka mingi. Watu wamekutoroka, watu wamekukataa sababu ya magonjwa yako. Umetumia pesa mingi hujapona. Umeuza ploti zako, umeuza mashamba zako, umeuza magari zako, lakini bado hujapona. Leo ni siku yako ya kupokea uponyaji. Leo ni siku yako ambayo anakutoa katika hiyo situation ambayo unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Usijidharau bali weka tumaini lako kwa Mungu. Usijidharau bali muamini Mungu. Yeye ndiye anaweza yote. Yeye ndiye tegemeo. Yeye ndiye kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Usikate tamaa kwa sababu ya hali ambayo unapitia. Mungu anaweza yote. Mtumainie yeye. Kama aliponyo kiota mbaya, alikuwa kila siku nikuweko hapa na kuomba pesa, lakini Mungu ni Mungu. Wakati Mungu amepanga wa kukubariki, hakuna yule atakayezuia. Pengine mama, umekaa ume, kubadilisha staili za nywele, unajaribu kuvaa manguo, unajaribu kuvaa nini, umevaa paka kinyasa, umevaa paka longi, umevaa paka kila nguo zote umevaa, lakini hakuna mtu anakuona. Royal rejection imekutawala mukipanga, na mtu akipanga kuja kuoa hiyo story inaharibika hivyo. Nataka nikwambie, hiyo ni hali kutokuoleka. Kufikisha 40 years kama hujaoleka, hiyo ni situation. Bwana asifiwe na Mungu anaenda kukushughulikia. Wacha kwenda kwa waganga tupewe dawa watu wakupende. Wacha kukimbia huku na huku, bali mtumainie yeye aliye juu. Mungu ndiye anaweza yote. Hakuna mwanadamu anaweza kusaidia. Hakuna mwanadamu anaweza kuondolea hali ambayo uko ndani. Mwanadamu atakupatia shilingi hamsini leo, kesho atakusema. Mwanadamu atakusaidia chakula leo, kesho atakutangaza. Lakini Mungu anapokusaidia, hautaisikilia mahali, bali Mungu anaondoanga situation yote. Unabaki ukiwa huru, unabaki ukiwa una celebrate, unabaki ukiwa unafurahia. Maana yeye ndiye mwenye uwezo. Maana yeye ndiye mwenye baraka. Wacha kuweka tumaini lako kwa wanadamu. Bwana asifiwe. Umepeleka pesa kwa waganga, wamekula na hali bado ni ile ile tu. Wamekupatia mifupa. Unapeleka kuku mganga, na kula kuku na kupea mifupa. Yaani wewe umekuwa umbwa, unarudi na mifupa, unaweka kwa nyumba yako. Hali ni ile ile tu. Unaambia leti sijui mayai ya chura, leti mayai ya nini, unalete. Unajaribu kila kitu, anakuambia shilingi elfu hamsini tutamaliza hali yako. Umekopa madeni, mama, mpaka unito wa madeni, lakini hali bado ni ile ile tu, haijabadilika. Weka tumaini lako kwa Mungu weka tumaini lako kwa Mungu, usiweke tumaini lako kwa wanadamu. Mwanadamu badilika, mume wako badilika, ana, ana, anaweza badilika any time. Kuna wale, waleka tumaini kwa kwa wazee zao, kuna wale waleka tumaini kwa wazazi wao lakini wakabadilika. Leo hii mumejaa na machungu ndani ya mioyo yenu. Mtumaini Mungu aliye juu, maana yeye ndiye mweza yote. Mtumaini yeye aliye juu, maana yeye ndiye anaweza Ukienda kwa pasta ukamwambia pasta, napitia situation hii na hii, pasta akakwambia tafuta sadaka ya shilingi elfu ishirini. Ukashangaa, nilienda kwa kanisa nisaidiwe, tena ndio naitishwa pesa. Nataka nikwambie mtumainie Mungu mahali unaponitazama, mtumainie Mungu, maana yeye ndiye anaweza yote. Ni Mungu pekee ndiye anaweza kuondolea hiyo hali ambayo unapitia. It's only God mwenye anaweza kusaidia. Wanadamu siku zote mioyo yao imepotea, mioyo yao imejaa uongo na ujanja, utamwambia enda kutangaze kwa mwingine. Lakini Yesu unapomletea shida zako anasema nini? Anasema, njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na kulemea na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, maana mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Ye ndio alisema ukuje kwake na mizigo yote. Wewe na unapeleka mizigo kwa waganga. Baada ya waganga kutolea mizigo, wanakuongezea zingine. So hali inakuwa times tu kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Wewe wezi tumia akili mganga nakwambia, niletee mayai ya kuku kireti tatu, niletee maziwa boksi tatu. Uone hiyo ni shopping unafanyia mganga rotoke yenda wakula kinenepa. Wewe okay, ukibaki na mahali zako hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa Yesu unakuja bure na nanakuondelea hiyo hali. Bwana asifiwe. Jiweke kwa Yesu, tumaini Yesu, weka tumaini lako kwa Mungu, weka tumaini lako kwa Bwana Yesu Kristo. Yeye ndiye anajua kesho yako, yeye ndiye anajua ni nini unapitia, na yeye ndiye msaidizi wa kweli. Anapokusaidia hata kutangaza Yesu anapokute kusaidia, hautaisikilia mahali. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ambao unapitia hali ngumu, nataka nikuambie siku ya leo unaponitazama, na unapo wacha Mungu akuonekanie wa na wacha Mungu akutangulie wa anaisoke sifa. Mungu awabariki sana na Mungu akuonekanie mahali unaponitazama, maana yeye ni mwaminifu, yeye ni tegemeo, na yeye ni kila kitu. Wacha ni kuombe Baba na kushukuru Mfalme. Nasema ni asante kwa mtazamaji wangu Jehova. Naomba Yesu ukamuonekanie, Jehova ukamutangulia, Baba yangu kila hali ambayo anapitiwa, Yesu Baba ukaweze kumwondolea, Jehova nina haribu kila mipango yote ya mwovu shetani juu ya maisha yake kila maroza rejection inazivunja na zibomboa na zisambaratisha katika jina la Yesu. Baba ninakutukuza, baba ninakuabudu, baba ninasema wewe ni tegemeo baba, ninasema wewe ni kila kitu mfale. Naomba Yesu ukamkumbuke, ukamtawale Yesu, ukamuondolee Jehova kama ni roho ya madeni, kama ni ukataliwa Yesu, hiyo maroho baba yangu na ingoa katika jina la Yesu Kristo. Baba nakutukuza na kuabudu Jehova, na kwa jina la Yesu, ninaomba natakuamini. Amen. Mungu akubariki na Mungu akutangulie. Naitwa Pastor Sure. Ukitaka kunipata, nitafute kwenye mitandao: YouTube, Pastor Sure; TikTok, Pastor Sure. Tutaongea mengi. God bless you.